Ni marufuku eneo la la wazi kulimwa. Na watu watu afsadi wanadai wana hivi, kama unalidai hivi unachukua, una kwa nguvu, au unadai eneo achia. Uongo jamani mm -hmm. kwa hiyo mimi niomba wana afsadi utusaidia sana tena, wewe ni mtu makini sana, afsadi mteule, hebu tusaidieni ili zoezi likamilike kwa upande wa Katesh. tulinde yale maeneo yetu wakuwa vitongoji wa mamlaka ya mji wa kwa maana ya Katesh tumeanza kwanza eneo la majaribio Jarodom, tumesema moja itakuwa awamu ya pili na Dumbeta awamu ya pili wakuwa vitongoji Waga, e, vitongoji kumi tutaanza na zoezi letu. Maeneo yote yawe sarena, maeneo wazi lazima yawe ni kuni mwenu. Nyie ndio mnasema teo hii hii hii, hivi hapa pafanyi vikao hapa tufanye vitu fulani, zinalindwa kwa niaba nani? Jamani Ye, wakuwa vitongoji, tufanye hivi. Kingine jamani, hakuna mauzo maeneo ya umma hili limechoka, jitahidi kufanya kazi kwa umakini. Maeneo wazi yasiuzwe, si sawa jamani? Eh, kingine, marufuku ng'ombe kusura. Hii imeongelewa hivi jamani, wa kwa vitongoji na waulizi. Sasa tulichopata kwenye hii suala na ng'ombe, tutapata shida kubwa. Watu wanasema ng'ombe mwisho ni ni nani, wapi? Jamani wana viongozi wakubwa wa siasa wanasema mwisho ni hapa. Nini tunahitaji Jamani, hao wanajipenda na tayari tumeshafanya mazungumzo na tayari, na watu wasiebana, tiketi yenu hii ondoeni kwao, hata kuwe diwani au nani, lazima tuwe wakweli. Ng'ombe sasa tunataka ng'ombe, mimi nachofanya na watendaji wangu, watendaji waanzie Jumatatu. Naombeni, mkiona ng'ombe mahali, kamata kitongoji, leta kwangu. Wao si wataka kukamata ng'ombe kama mombe muonda kwa homba mzee, utakamatwa ukiwa hai, uje pale sinakupeleka mahakamani. Yaani mombe takuwa nimemaliza hii. Nimelala usiku nikaongea na Roho wa Mungu ni... <laughs> Mungu akaniambia we kamata sasa, kanabkamaasaaie kwa hiyo bana ama zangu ama watendeni, msiumie tena, kwa sababu huyu dada kaumia sana. Eliza kaumia, anaenda pale, bosi wake anamwambia. hapa leo miti ime jamani, naomba tusikilize jamani, leo jamani, leo miti iliyopandwa na mkuu wa wilaya imeliwa na ng'ombe na ng'ombe. hata machoku machako satutaki nani, iko mamlaka ya machako ziko kwa nani? Hamisi, Hamisi mzee una hali mbaya. Alafu ni mrefu. Wewe samarisi. Hata machako hatutaki tumesema ng'ombe kama unampenda ng'ombe wako, hata lala naye lakini tengeneza zero grazing. Kuomba kweli jamani. Ng'ombe kama ni mzuri, ni mweupe. Kuna mtu mtu anaota tu usiku ng'ombe mweupe, ng'ombe mweusi. Watu hata hela benki waote, lakini watu wanaotea ng'ombe. Sasa mimi ni waombe. Mtendaji msimumie. Hii kamata, wewe leta huyu kitongoji aliyesababisha ng'ombe hataki kukamata na ile miti ile miti bwana, nimeongea na nani, asema nani, andaeni ile miti kwa kirudi, tutapanda tena. Na huu mti kutoka nani, tumaini mpaka machako tumepanda miti ninulio na mkurugenzi miti elfu moja mia tano. Saizi zote zimechungiwa sijui, so kama mna habari zote zime, sasa niangalieni jamani, hivi tutakuwa na huruma bwana mkubwa hapa anasema nimegezeni. Mimi nilikuwa nasubiri nyie tuongee na nyie. Hivi sasa unalegezaje? Serikali inaingiliwa paka chumbani. Unalegezaje jamani? Ingekuwa wanasikia, wanatusikia hata tukielegeza. Au wangu jamani. Hebu hmm, wakuwa vitongwe leo tuongeeni Mwenyekiti, na wewe upo. Kama tunaamua kuacha ng'ombe mnaambie TEO tuache. Kama nyie mkikubali tuache tunaacha wote. Kama tunaamua kufanya kazi tunafanya kazi wote. Sio kama tumeelewana jamani. Haiwezekani ng'ombe wakawa jamani eneo la Dumbeta tukamati ng'ombe. Tuelewane kabisa, Dumbeta mpaka wake mwisho ni wapi? Kwa sababu iko siku ng'ombe imeenda kwa mato kwa awele mwenye nyumba kubwa. Wanasema hii ni Dumbeta. Hivi ni sawa sawa kweli jamani? Dumbeta, mwisho wake mimi naujua hata kwa kichwa. Kama hamjui, ng'ombe waishie Dumbeta. Ng'ombe waishie Jerodomu. Tumeelewana jamani? Jerodomu, mipaka ya Jerodomu, ng'ombe hatuna ugomvi. Kulima na kila kitu, kwa upande huo tutaenda awamu ya pili. Niko ndani ya mamlaka ya mji. Na usafi mtafanya kama kawaida, lakini mifugo tumeruhusu. Sisi kama tunalisi yake jamani? Naeleweka. Mm-hmm. Hilo neno la kusema ng'ombe wazururaji, sio wazururaji. Unajua ukisema wazururaji manake hawana hata mtu anayewachunga nieleweke, kwamba ni kufuga ng'ombe mjini hairuhusiwi jumla. awe na ng'ombe zake, yuko nyuma ya ng'ombe huyo, naye ni wa kukamatwa. Watu wengine wanaelewa vibaya. Ukisema wazururaji ni kwamba hawana nani, kama mbwa wazururaji. Tutumie wanaofuga mjini Nilikuwa na ombi. Kwa wale wote ambao tayari ni wana mifugo ndani ya mji, mtu ni mwananchi lakini ana mifugo nyumbani kwake. Kama ulivyosema kwamba tufanye vikao na tuwaalike, na tuwaalike na wewe. Tunaomba sasa njoo kwenye vikao hivyo, alafu ndio utoe eh, elimu hiyo kwenye vikao. Maana wananchi wanaweza wakakudanganya waka mwenyekiti amesema au diwani. Hiyo kauli sio sio sio kweli. Mimi niko nafikiri kitu cha msingi ni mikutano ya kitongoji, mikutano ya kitongoji, tukiwaeleza wananchi kwamba ni marufuku kuchunga mjini. Mtu akakaidi akikamatwa, ni sahihi. Kwa hiyo naomba waombe jamani, kinaguswe, msidanganywe hawa jamani wajanja tu. Swala la mifugo wa kuchinja tumeweka ni kule machabo. Kwa hiyo mi ni waombe watendaji endelee na hii mchaka mchaka mimi nimeweka msimamo, mwenyekiti mdadi wamesema tukimbie bwana. mm -hmm. na sisi kwa kuwa vitongoji tuwakamate wale ambao hawahusiki. Kama kitongoji, ng'ombe kwenye kitongoji chake, kitongoji anakamata nini? Fanyeni kazi hiyo, ni kukwepa kazi. Mimi nataka niseme kwamba TEO na, na timu ya hawa ng'ombe wanao zurura zurura hapa, kamata ng'ombe. sikamate kwenye kiti wa kitongoji, kamata ng'ombe tena. Mimi nasema kamata mafuta, ya kusanya yaonekane kwenye mfumo kama kwa sababu mwenyekiti wa kitongoji yeye, mimi kwa mfano niko shambani huko, nafuko huko, mwananchi anachunga huko, mimi nasubiriwa nikamatwe? Mimi nakamata kwa sababu mimi nachunga au ng'ombe. Kamata ng'ombe, walipe hapo tena faini. Mimi nafuata sheria, utaniona mbaya katika sehemu. Kwa hiyo hii tumepitisha kwamba watu ng'ombe zikamatwe, mapato ya kusanywe, mkata, mtoe risiti.